Mtakumbuka kwamba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani jambo moja ambalo tulikuwa nalo takriban nchi nzima e, kuanzia viongozi mashehe wetu e, sote waumini, ni jambo la kuiombea nchi yetu, kuiombea nchi yetu hasa katika kwa ajili ya huku tunakoelekea uchaguzi mkuu. Katika hali ya kawaida ungesema ni jambo la ajabu, kwa sababu huu uchaguzi si kirusi, huu uchaguzi si maradhi, huu uchaguzi tunafanya wenyewe, au vipi? Kwa ajili ya mambo yetu wenyewe. Na uchaguzi si kwamba tunakwenda kugombea biashara, uchaguzi tunakwenda kutafutana nani asimamie mambo yetu kwamba mimi jamani, katika uwakilishi mimi nawafaa zaidi. Halafu tuliobakia sisi tunasema kweli, uliotuambia tunakubaliana na wewe kwa sababu tunakujua mwenendo wako, tunakujua akhlaki yako, tunakujua uaminifu wako, tunakujua uadilifu wako, tunajua juhudi zako na weledi wako katika kazi. Kwa hivyo sawa, tunakupa ridhaa yetu. Jambo rahisi au vipi? tena linapofanywa jambo hili na watu ambao ni Waislamu lilipaswa liwe, eh, liwe rahisi zaidi au vipi? Lakini sasa leo limekuwa ndio tatizo katika nchi, kwa viongozi wakubwa wa nchi eh, mashekhe wakubwa na sisi sote tumeingia taharuk kwamba huku mbele kunakuja uchaguzi, lakini tumeomba, au sivyo? Sasa ndio nachosema mimi kwa watu wa mtaa huu wa, wa, wa, wa, wa mji huu, ukiwaeleza madhila ya uchaguzi wao wanaweza akakupa vitabu sijui vingapi, sijui kama kuna ambalo halijawahi kutokea kwa watu wa Msumbiji wakati wa uchaguzi. Naamini yapo mambo ambayo yametokea Msumbiji tu wakati wa uchaguzi hayajatokea pahala pengine. Eh, ni kama kuna watu vile wakati mwingine wanajipanga kumekaribia, eh, wanajipanga pengine na mikakati maalum kwa ajili ya Msumbiji tu. Kwa hivyo naamini kwamba lilipokuwa inakuja watu tumeungana katika dua, tumeungana katika dua nchi nzima kuombea nchi yetu, hasa kwamba tupite salama katika uchaguzi. Naamini kama kuna watu ambao walifurahi sana Eh, mlikuwa na nyinyi mkiomba sana, naamini ni nyinyi. Sasa mimi niombe hilo kwamba tujitahidi hili nalo pia, tudumu na tuendelee nalo kuendelea kuomba dua eh, kutaka dua kwa ajili ya nchi yetu, tuendelee na amani tulio tunayoitafuta, tuendelee na kwamba huko tunakokwenda pia kuwe salama, kwa sababu tumejitahidi mwezi wa Ramadhani, lakini dalili zinaonyesha kwamba huyu mgonjwa wetu ana ugonjwa sugu. Ukimtizama eh, unaona wakati mwingine kwa dalili za ugonjwa bado zipo eh, kama uchaguzi maanake, ni kirusi ndio kinachotuletea maafa, basi ukitizama unaona kwamba dalili Eh, tumejitahidi sana Ramadhani na pengine asa, tukiendelea kuomba basi, kama ni kirusi kama ni ugonjwa, Mwenyezi Mungu anaweza akajalia, eh, ugonjwa huu ukapona, kirusi hichi kikapotea. Kwa hiyo mimi niwaombe sana kwamba katika hili pamoja na mengi tutakayoyafanya, lakini na ibada hii na jambo hili, mimi ningeomba tuendelee nayo kwa sababu ya kupata salama, hasa wana wa Msumbiji, kwa sababu ndio wanakuwa wahanga wakubwa wakati wa uchaguzi, aliokuwa mwanasiasa asiyekuwa mwanasiasa, mwanamke, mwanamme, watoto, wakati mwingine hata na majumba tu. Kwa hivyo mimi wito wangu, ndugu zangu, niwaombe kwamba katika tutakayodumu nayo, tutakaoendelea nayo basi na hili nalo tuendelee nalo. Asalamu As alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh so.